Na ilikuwa ni mechi ya JKT tukaweza kutanguliwa, lakini baadaye mwalimu akaona akafanya mabadiliko, timu ikapata matokeo. Kwa hiyo kwa kesho kama mwalimu hapa alivyosema, kesho ni mchezo mwingine na Mbeya City ni timu nyingine tofauti na JKT, kwa hiyo lazima tutarajie kwamba na sisi tutakuja na mbinu mpya tofauti na na, na za JKT. Yawezekana pia wanaweza katutangulia au tukawatangulia na tukapata magoli zaidi. Kwa hiyo kikubwa tu ni, sisi ni kama wachezaji wa Simba ni kuweza kupata matokeo mazuri katika siku yake. Yeah, of course, unapo, unapocheza timu kubwa kama Simba lazima kila mechi kwako ni fainali, na hiyo wachezaji wote wanajua. Kwa hiyo mechi inapoisha, ijalishi matokeo yaliyopita, umefungwa, umedraw yale tunasahau, tunafokas, tuna, tuna na mechi mpya, kwa sababu kila mechi kwetu ni kama fainali, hasa ukiangalia sasa hivi tupo kwenye ligi na ligi na ushindani. Kwa hiyo kesho ni mechi nyingine ambayo tunatarajia kupambana, tunaweza kupata pointi tatu. Labda neno lote na mashabiki na uongozi wa Simba Sports Club kuelekea mchezo wa kesho, kikubwa kwa wapenzi na mashabiki.